Naam, bwana, baada ya mwanadada ambaye alikuwa anafahamika kwa jina la Rita ku trend mitandaoni bwana, kuna huyu hapa mwingine na bwana, yeye naye pia ameibua mjadala mzito huko mitandaoni, sio kawaida eh, kutokana na baadhi ya posti ambazo amekuwa akiziweka huko katika mtandao wa Instagram. Nadhani tutakuwa tunafahamu kwamba bibi Zuhura bwana, amekuwa akikutana na changamoto nyingi sana za wadada ambao wanamsumbua Diamond, lakini pia wadada wa ambao wanakuwa na mahusiano ya siri na Diamond Platinum. Sasa huyu bi dada naye pia, kutokana na posti ambazo amekuwa akiziweka mtandaoni, watu wameanza kuhisi labda kuna kitu kinaendelea au kuna mahusiano low key kati ya huyu mrembo na Diamond Platinumz bwana. Huyu mrembo bwana e, watu wanajiuliza kwamba huyu ni nani tena, mbona amekuwa na posti za namna hii? Lakini sio peji moja au mbili, ni kama karibuni peji tatu au nne au sita hivi zimekuwa zikiripoti kuhusiana na hiyo habari, kitu ambacho nadhani sasa hivi Zuchu atakuwa anajiuliza kwamba what is going on, huyu ni ametokea wapi tena, kuna nini kinaendelea kati ya huyu bidada na na mpenzi wake Diamond. Zuchu dhani nadhani atakuwa anajiuliza hayo maswali, lakini stori kamili unaambiwa kwamba aliyekuwa mtangazaji wa, wa Ayo TV ya Milad Ayo ambaye anafahamika kwa jina la Esteria Mvungi amedai kuwahi, amedai kuwa na mapenzi, amedai kuwa na mapenzi Eh, na Diamond unaambiwa kwamba kaka yenu ni kweli, tuliwahi kuwa na mahusiano, ila yeye ni kama mpira wa kona, kila mtu anamgombania. Inasemekana kwamba si, nikasema lakini kaka yenu ni kama mpira wa kona, kila mtu anamgombania, nikasema siwezi mimi, ni mto, mi, siwezi mimi mtoto wa watu, nikajitoa eh, nikamwa, nimemwambia kabisa kwamba siku ukitaka kutulia atanicheki mimi, nipo hapa sina stress wala pressure Estaria. Estaria Mvungi alisikika akizungumza hivyo kutokana na kwa mujibu wa hizi page ambazo zimeposti hizo habari huko mtandaoni. Lakini pia huyu bidada Estaria pia tumeona mpaka baadhi ya posti za katika mtandao wake wa Instagram akiwa amemposti Diamond, kwa mfano hapa hapa kuna eh, kuna posti hapa ameandika I love you baby alafu kuna posti nyingine hapa inamuonyesha Diamond akiwa yuko na Nasib Junior eh, na posti nyingine na hiyo posti ambayo Diamond yuko kwenye Rolls Royce akiwa anaangalia pembeni hizo ni picha za Diamond ambazo huyu mrembo ameziposti katika ukurasa wake wa Instagram so, tunaona kama vile Zuchu kila siku nadhani anakutana na ma, madongo eh, mitihani kama hivi una kipi cha kuzungumza kuhusiana na hili weka maoni yako katika comment section tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona lakini pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update.